Udaku uda na udakuzi, tulifanikisha kuongea na Afande Murilo kwa njia ya simu na tulimuuliza kuhusu kwa kukamatwa kwa Anifa yule mfanyabiashara wa Sinza. Na mkamanda, kuna taarifa kwamba mfanyabiashara Anifa anauzaga vipodozi, duka lake liko maeneo ya Sinza. Kumekucha kwamba kuna watu wamemchukua pale siku ya leo majira ya saa nane. Polisi wamemkamata? Ndio, wala sio watu, polisi sema, polisi sema wa wamemkamata, mimi ndio nakwambia na ni kwa tuhuma zipi kamanda? Au kwa ajili ya ishu gani kamanda? anatuhumiwa kujihusisha na kuhamasisha watu kufanya fujo. Ndiyo. siku ya kupiga kura, siku ya uchaguzi mkuu. Ndiyo. anatuhumiwa na kuhamasisha watu kuchoma vituo vya mafuta, anatuhumiwa kuhamasisha watu kuwashambulia maafisa wa polisi na vitendo vingine vya vurugu kwa njia ya mitandao na njia zingine mbalimbali ambazo tutatoa ushahidi wake mahakamani. Na kwa sababu hizo ndio kamanda, baada ya kufuatilia mm -hmm. amekamatwa na jeshi la polisi na anahojiwa ndio kamanda. Na labda kamanda, mbali ya unaswali lingine mbali ya tuhuma hizo kamanda, kuna watu wengine ambao pia mnawashikilia kutokana na tuhuma hizo. Unaswali lingine kuhusu Niffer, ambaye ulikuwa unamwelezea hapana kamanda, kwako ni mfanyabiashara wa jeshi la polisi, nimtuhumiwa. Naam, asante sana kamanda.